Sisi tuna ripoti kutoka hapa katika kanisa la TAG Ilala. Unaweza ukaona mambo yamebadilika leo. Aa, umegeuka kuwa ni ukumbi mzuri sana. Hakika ukumbi umependeza, na pengine unajiuliza kuna nini hapa leo? Na sisi tuko hapa kuweza kukuambia kile ambacho kinaendelea hapa. Huu ni usiku wa wanawake ambao umeandaliwa na wanawake wa mahali hapa wa kanisa hili la Ilala Christian Mission Center, kanisa hili ambalo linachungwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Titus Mkama pamoja na Mama Mary Mkama. Basi wanawake wa mahali hapa wakaandaa kitu hiki kizuri. huu ni mtoko wa Christmas. Wakaona kabla Krismasi haijafika waweze kukutanisha wanawake pamoja, wakae pamoja kama ambavyo neno la Mungu linasema Tazama ilivyo vizuri ndugu watu kukaa pamoja. Hili ni jambo zuri, kumaliza mwaka sio jambo dogo. Miezi kumi na moja wameangaika huku na kule, kama ambavyo unajua mwanamke ni mwanamke ambaye ana majukumu mengi ya huku na kule pengine hapati hata muda wa kupumzika. Kwa hiyo wanaandaa mtoko kama huu kuweza kuwakusanya wanawake mahali hapa, waenjoy, wafurahi, wale, lakini pia kutakuwa na mada nzuri ambazo wameziandaa, na hayo yote utayapata kutoka hapa katika kanisa hili la TAG Ilala Mission Christian Center, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea kila kitakachokuwa kikiendelea hapa. Yesi basi, tutazungumza na viongozi akiwepo mwenyekiti wa tawi la mahali hapa, lakini pia tutazungumza na makamu mkurugenzi wa jimbo hili la Ilala Magharibi ambaye ndiye mgeni rasmi, lakini pia tutapata na wasaa wa kuzungumza pia na mwandaji ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi atuambie, kile ambacho wametuandalia wao kama wanawake. Tutegemee nini usiku wa leo? Kila mwanamke ambaye ametoka nyumbani mwake, na hakika wamependeza. Kila mmoja amefika hapa katika kuhakikisha ana ufanye usuku wake, usuku wake kuwa mzuri sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi ni Mesi Malio, barikiwa sana na kila kitakachokuwa kikiendelea mahali hapa. Kutoka hapa Ilala kama ambavyo tumekuambia, tuko katika mtoko, um, wa wanawake na niko tayari na mwenyekiti wa wanawake wa mahali hapa katika kanisa hili la Ilala Mission Center. Nitatamani kuzungumza naye mama yangu huyu aniambie haswa kile ambacho wametuandalia. Wameuita ni, ni mtoko wa Krismasi mama, shikamoo. Marahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amen, asante kwa jina. Naitwa Floriana ni Setas Gaspar Shirima, ni mwenyekiti wa tawi la mahali pamoja, kanisa la TAG Ilala Missions Center chini ya mchungaji wetu kiongozi Dr. Titus Mkama pamoja na mshauri wetu Mama Mary Titus Mkama. Hongera kwa kupendeza. Ah, utukufu kwa Yesu. Eh, naona leo mmeshine kweli kweli. Ah, kwa kweli leo ni siku yetu maalum eh, ya mtoko kwa mwanamke wa TAG Ilala. Amen. Ni kwa mwaka tunapata mara moja tu. Oh, kwa hiyo ni kitu ambacho ni endelevu ambacho mnakifanya mara kwa mara. Eh, hata mwaka jana tulifanya. Mm -hmm. Eh, tulifanya mwisho wa mwaka kama hivi ambayo tunakaribia kuelekea kwenye sikukuu ya kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumejiambia wanawake wa Ilala ya kwamba tuwe na siku moja, kwa sababu kila wakati tunakuwa ni bize kwenda kwenye mikutano mikoani, tunakuwa na huduma mbalimbali mbali. Lakini mwaka, mw, mw, mwisho wa mwaka tukajiambia ya kwamba hapana, kwa sababu kila wakati ni bize, angalau mara moja kwa mwaka tuwe na siku yetu ambayo tutajifurahisha eh, tuwe na kamtoko ambako wanawake tutakaa kwa pamoja tufate tufurahi kwa pamoja tusherehekee yani, tushee mawazo tofauti tofauti, kwa kutoka kwa kila mwanamke na tule tufurahi tucheze. Amen, amen. Kwa hiyo huu ni mtoko kama wangapi toka umekuwa mwenyekiti hapa? Toka nimekuwa mwenyekiti ni mtoko mara ya pili. Mwaka jana tulifanya mwezi wa kumi na mbili kama hivi na mwaka huu ndo hivi mefanya siku ya leo. Kwa hiyo tuseme, kusudi haswa la kuwakutanisha wanawake hapa ni nini haswa kwa siku ya leo na siku za nyuma ambazo mlifanya, pengine unaweza kutuambia pia. Uh, mnapofanya leo ni mara ya pili kwa wewe ambaye umeshuhudia ukiwa ma kwenye hii nafasi ya mwenyekiti, utatuambia pia uh, kumekuwa na utofauti gani na maandalizi ya nyuma na ya sasa hivi? Kwa kweli kuna tofauti kwa sababu mwaka jana haikuwa kwa ukubwa wa na namna hii ila mwaka huu tunaona ni utukufu ni utukufu kwa kweli, naona kama hivyo unavyoona wanawake wamedamsha wamependeza. Kwa hiyo kuna tofauti ambayo ipo. melenga haswa hapa kufanya nini usiku wa leo? Usiku wa leo kama nilivyosema ya kwamba ni siku ambayo ya kufurahi kwa mwanamke, tumejiambia ya kwamba huko duniani wana visherehe vingi, wana mambo mengi ambayo wanayoyafanya ambayo hayana utukufu kwa Mungu, lakini tukajiambia kwamba sisi kwa sababu Yesu Kristo ametukutanisha kama wanawake watumishi wa Kristo, tunamtumikia Mungu kwa pamoja mahali hapa chini ya Dr. Titus Mkama pamoja na Mama Mary Mkama, tukasema hapana, angalau siku moja tuwe na siku ya mtoko ambayo ni siku ya kufurahi, tule tunywe, tuchese tucheze tufurahi kwa pamoja, alafu pia tunashirikishana idea mbalimbali ya kwamba kuna mada ambazo zitakazo tutakazokuwa nazo kwa kuwashirikisha wanawake, na kila mmoja ana namna ambavyo anavyoweza kuliwasilisha na likaweza kunisaidia au likamsaidia mwanamke mwingine au kwenda kusaidia wengine, kwa sababu sisi ni wanawake. Amina. Kwa hiyo mmeandaa pia masomo kwa ajili ya mabinti eh. Pia kuna mada kwa inayowahusu mabinti, kuna mada inayohusu wanandoa, kuna mada inayohusu kulea wazazi. Tunaona dunia iliko, ya kwamba wapo wengine wanashindwa kumlea mzazi, kuteka ile baraka, lakini tukasema hapana, tuwe na siku yetu ya kutulia. Wanawake tuweze kushare idea mbalimbali, kuna namna ya kuweza kum kumlea mama mkwe, kuna mada hiyo ya kwamba inawezekana kuishi na mama mkwe kwa furaha na amani kama mwanamke mtumishi wa Kristo, na kuna mada ya walea peke, kuna mada ya wajane amina, yeah. Ukiwa unatazama pale, pengine uzungumza sasa na mwanamke ambaye amefika hapa, ni kipi ambacho unamwambia mara baada ya kutoka hapa katika vile ambavyo mmekusudia kuwapa, ni mwambie tu mwanamke ambaye ameweza kuwasili kufika mahali hapa akae mkao wa kula, kwa sababu vipo vitu mbalimbali mbali. vipawa ambavyo Mungu amewekeza kwa wanawake watumishi wa mahali hapa ambavyo vitaenda kumtoa nafasi fulani, kumpeleka nafasi nyingine. Kwa hiyo akae mkao wa kula. Amina, Mungu akubariki mama. Amen. Mungu akubariki na wewe pia, tutakupenda. Yesu asifiwe mama mkurugenzi. Amina. Hongera kwa kupendeza. Ah, utukufu kwa Mungu. Tunaomba tuanze kwa kukufahamu. Kwa majina yangu naitwa Joyce Evaristi Mayala. Ni mke wa mume mmoja anaitwa Emmanuel Luvumbagu. Ni mama wa watoto watatu na watoto wengi sana makumi elfu mm, lakini pia ni makamu mkurugenzi wa jimbo la Ilala Magharibi. Makamu mkurugenzi wetu, twaambie kwa nini wanawake wamependeza usiku wa leo na kwa nini wamekusanyika hapa. Kuna kitu gani haswa, aa, katika usiku huu ambao wanawake wa Ilala TAG wameufanya? ni kwa ajili ya kuamsha hali mpya kwa wanawake kutumika tena. Unajua sasa hivi mambo ni mengi, kuna wanawake kuchoka, kukata tamaa, na wengine wanaona kwamba hawana nguvu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa tukio hili ni kuamsha tena ule uamsho wa miaka kumi na tatu, ili wanawake waamke na waanze tena kutumika. Na ukizingatia tunaelekea mwisho wa mwaka, kwa hiyo tunataka kumwekea Mungu alama ya kumbukumbu kumbu. Kama makamu mkurugenzi Jimbo la Ilala Magharibi Uh, una neno gani kwa mwanamke ambaye hajaona kwamba kuna uzito au kuna umuhimu wa kushiriki kitu kama hiki? Ah, mimi ninachomwambia mwanamke anayenitazama usiku huu anayenisikiliza kupitia NYTV kwamba ni wakati wa kuamka. Ni wakati na majira ya kuamka. Na ni wakati mm -hmm wa kila mwanamke kumwekea Mungu alama. Kwa sababu alama unayoiacha leo itadumu kizazi hadi kizazi, na tumekuja kuwaambia wanawake kwamba kina Suzana, Magdalena awapo leo, kina Dorcas wanaweza wakawepo leo, lakini kila mwanamke anacho cha kumwekea Mungu kumbukumbu kumbu kwa kazi za mikono yake. Kwa hiyo nawaambia wanawake ambao wanatutazama usiku huu watoke majumbani, waje tushirikiane nao, tumfanyie Bwana shughuli jioni ya leo. Asante. Wanawake mara nyingi wamekuwa ni wanawake ambao <coughs> ni watu ambao wanakuwa na mizigo mingi sana kwa familia, watoto, mume anamtegemea, jamii inamtegemea. Unafikiri ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamfanya mwanamke akaweza kusimama, akafit kwenye nafasi yake kama mwanamke, kama mama, kama mke wa mtu, lakini pia na kwenye jamii akaweza kutumika? Akiwa mcha Mungu tu, yote yanawezekana. Maana ukiwa na Mungu ndani yako anakupa neema ya kuweza, lakini anakufanya kuwa bora. Unaona, hakuna namna ambayo mwanamke anaweza akafiti bila Mungu. Na kwa wanawake walioolewa ni lazima akubali kuwa chini ya nomata, una uwezo wa kiasi gani. Ili Mungu ahusike kwenye maisha yako na achilie baraka za Kimungu, lazima uwe chini ya mwanaume anabaki kuwa kichwa na Mungu kama kichwa cha kanisa. Akiona moyo wako wa unyenyekevu, anakupa neema ya kuyaweza yote. Kuna wanawake wanaosema siku hizi ni 50, 50. yaani kwamba mwanaume na mwanamke ni sawa, imepelekea wakati mwingine pia ndoa zinakuwa na mkanganyiko mka mka mkubwa. Ni nini ujumbe wako kwa mwanamke wa namna hiyo? Ujumbe wangu niseme tu, ili ubarikiwe, ili uwe na ndoa ya amani, ili uwe na maisha marefu maana iko baraka katika kutii, na Mungu anasema wanawake wawatii waume zao, tena anazingatia katika Bwana. Yaani, na maana guideline ni katika nini? Katika Bwana. Kwa hiyo mimi nasema habari ya 50-50 hiyo, jamani, haipo. Katika kutawala ni kweli, katika mwanzo Mungu ameweka utawala kwa mali, kwa kila kitu, kwa wote, lakini tunaona kwamba mwanamke Hawezi akalingana bado na mwanaume kwa sababu mwanaume anamwakilisha Kristo. Kwa hiyo ukitaka kuchukua nafasi ya kichwa ambacho ni nafasi ya utawala, huwezi ukafanikiwa. Eh, kwa hiyo wanawake, tufanye kazi tuchangie kwenye maendeleo ya familia zetu kama Mithali ya 31 inavyosema, lakini tujue sisi ni nafasi ya wasaidizi. Hatuwezi tukacheza kwenye fifty fifty, tuwaachie wa duniani. Sisi wa Yesu tubaki na misimamo yetu, tubaki na a, tamaduni zetu za kimungu, tubaki na miiko yetu ya kimungu, tubaki na standards, viwango ambavyo Mungu ametuwekea kwamba sisi tumetokana na mwanaume, sisi ni ubavu. Na kama mwanamke ni ubavu, ina maana yeye analinda vitu vya ndani kwenye mwili. Kwa hiyo huwezi ukasema utalingana na kichwa. No thank you, ukitaka kaa kwenye nafasi yako. Neno moja kwa wanawake wa mahali hapa, lakini pia na mkurugenzi, kwa hiki kitu kizuri ambacho wameandaa mahali hapa. A, kwa wanawake wa Ilala, ongera sana. Hongera sana, hongera sana, hongera sana lakini wanawake wengine wanapaswa kujifunza kwenye tukio kama hili. Tusifanye tu taratibu zilizozoeleka na wanapaswa kujua kwamba dunia inaenda sasa hivi kidijitali, pamoja na kwamba tuna Mungu ndani yetu mwingi sana, lakini lazima tuipeleke dunia katika mwendo wa kisasa zaidi, kisiwe ni kile chama cha analogia. Wamama huwezi ukawapata asubuhi, uwezi wakati mwingine ukawapata mchana, lakini unaweza ukawapata usiku kama huu na ukapanda mbegu njema. Kwa hiyo kwa Ilala Biga wamefanya vizuri na watu wengine wajifunze kutoka kwao, tuchukue yaliyo mema ya Ilala. Na tukifanya hivi, nadhani ile ndoto yetu ya askofu mkuu ya miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho itakuwa dhahiri sana, kwa sababu wanawake watakuja kwa pamoja, watajifunza, wataondoka na mbinu mpya, lakini watamtumikia Mungu kwa viwango vingine. Magrupu ya WhatsApp ya wanawake sio kwa ajili ya kitchen party tu, sio kwa ajili ya misiba tu, sio kwa ajili ya harusi tu pamoja na utumishi. Wanawake tukiamua, tunaweza big up. Kwa wanawake wote, barikiwe sana, asante. Bwana asifiwe, mama. Amina. Bwana asifiwe. Shikamo. Marahaba. Ongera kwa kupendeza, asante. <laughs> Mbona tabasamu kubwa sana? Nimefurahi, nimefurahi kwamba kile kitu ambacho tulikuwa tunaandaa kimeweza kufanikiwa kwa kiasi hichi. Mwitikio wa wanawake kama unavyowaona, na wanawake wamependeza kama unavyowaona, makabati yamevunjwa <laughs> yeah, kwa hiyo nafurahi nikiangalia hivi, nafurahi, ndio maana tabasamu ni kubwa. Hebu mm. tuambie maandalizi alikuwaje kwa ujumla? ya, maandalizi ni kamati ya WWK ya mahali hapa ndo ambayo imeandaa ime kwa hiyo ile kamati kuu yote ndio ambayo tulikuwa kamati ya maandalizi. Kwa hiyo tulianza kuipanga hii mwezi wa kumi baada ya mkutano mkuu wa WWK, na hii ni mara ya pili sasa tunafanya. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana, na hii ni mara ya pili tumefanya mwaka huu, na tunamshukuru Mungu kwamba tunaona mwitikio ni, ni mzuri, kwa sababu inapendeza watu wanavyokaa pamoja kwa umoja inapendeza, kwa hiyo tufurahi yani, sio kwamba yani ni mpaka iwe labda ni harusi au labda sijui ni kitu gani, lakini watu wa boma hili kukaa pamoja inapendeza na, na kujitafakari kuevaluate wenyewe kwamba mwaka ulikuwaje, mwezi wa kumi na mbili, unajua eh? yeah. Miezi kumi na moja yote tumepita kwa neema ya Mungu. oh, kaa pamoja inapendeza kabisa, kabisa. Mm. Unaona matokeo ya poje, maandalizi ya ile ya kwanza na hii ya sasa hivi, mlivyoandaa mtoko ule wa kwanza na huu ni wa mara ya pili, unaona matokeo ya poje kwenye ule mtoko wa kwanza? Uh, ule mtoko wa kwanza yaani vitu vingi um, hatukuvi, hatukuviweka katika mtiririko mzuri, lakini safari hii kama unavyoona, kila mtu ana kadi yake, akija anaskaniwa, kila mtu anajua meza yake ni ipi, umeona. Kwa hiyo akifika anakaribishwa pale nje, anapata kifu, kitu chake kidogo, anakuwao kila kitu yaani wanawake, na tumejitahidi huduma zote zifanywe na wanawake wa hapa kwanza chakula, vinywaji, mto wa kadi pamoja na kuskani. Kwa hiyo tumeenda tu technologically mwaka e, huu, asante <laughs> kwenda juu kwenye viwango vya juu, tunaamini hivyo, tunaamini e, hivyo nanyewe, kwa sababu mpo hapa mtaona e. Naamini kama hivyo unavyosikia saxophone inaimba, tutakuwa na live praise and worship, yaani patakuwa vizuri, yani tunaishusha mbingu duniani e. E. Tutulie. <laughs> Sema neno moja kwa wanawake ambao wamefika hapa kwenye usiku wa leo, kwa kile ambacho mmekiandaa na kile ambacho mnakikusudia kwa wanawake kukipata. Um, kwanza niwashukuru wanawake wote ambao wameweza kufika Mungu awabariki sana kwa sababu bila nyinyi hili tukio lisingeweza kuwepo. Lakini nawaambia yani wakae vizuri, wataenjoy. Yani jioni alao wataenjoy. Sidhani kama kuna mtu ambaye atasikia usingizi, kwa sababu kama ni kula watakula, kama ni kunywa watakunywa, kama ni kucheza watacheza, lakini pia kutakuwa na mada mbalimbali kuanzia familia, ndoa, biashara. Nafikiri umemwona mgeni wetu rasmi yuko vizuri, makamo mkurugenzi wetu. Kwa hiyo mimi naamini wanawake wanaenda kupata vitu ambavyo vitawavusha kwenda mwaka 2026. Amen. Ukujitambulisha, naomba ujitambulisha. Okay. Uh, mimi naitwa Rita au Mrs. Manda ndio jina langu ni mshirika wa kanisa hili, ni mjumbe katika kamati ya WWK. Amina. Asante sana